Kuhusu barabara, barabara ambayo ni barabara kubwa inapita magari makubwa na madogo, mapikipiki, mabajaji. Tunachoomba kero letu mwaka huu mtutengenezee barabara itiliwe lami. Kero ya pili kuhusu bomba ambayo tunaomba mutwekee luku, maji ya luku, tunaomba kuna mabibi hawajiwezi antakawanywe maji wakivutia maji ili wapate maji. Wengine wana hiyo ya kuchotea maji, kwa bibi anao uwezo kuvutia bomba kutumia pesa yake, akitia maji kwa shilingi elfu mbili atajua kwamba nitakunywa maji maji ya kiasi cha wiki au mwezi. Ile ndo kelo yetu la Mbaye Mashariki. Kelo la tatu, barabara za mtatu tumbaye mashariki, barabara mbovu za mtaa. <laughs> Ndugu mheshimiwa, ili ulijua na ujo uone wewe mwenyewe makaya ma... mitaa ni mbovu, haina barabara, ina mashimo makubwa, majumba yote tunatumeshoka. Kampeni mwaka huu hatutaki kudangansha kumno. Magari makubwa yanapita na madogo mashimo kibao. Kero za mbaye ndio hizo tunazitoa leo, tumechoka. Mmemaliza toka mbaye mashariki, kama alivyoongea mamaangu hapo. Yani kikubwa tunachokizungumzia barabara, kwa sababu na sisi ni wamama, tunabeba ujauzito. Barabara kutoka hapa mpaka kwenda kwenye kujifungulia hospitali pacha kioro ni shida, kwa hiyo tunateseka. Kwa hiyo tunachokuomba mheshimiwa, utufikirie kuhusu barabara. La msingi barabara ndio hilo tu. Mama Simba vipi, mmefungwa? Hataki kuongea ah. hey! eh? kwa nini wewe, vipi matokeo matokeo ya dabi ya dabi mm. Ni mchezo tu wa kawaida kokote, mtu wote unaposikia ligi wowote abida pate matokeo kushinda au kufungwa, hii ni jambo tu la kawaida. Wewe kufunga mara tano mara tano fulizo ya kuma kawaida ila ni uma kitu